Simba uh, mwenyekiti wa klabu ndugu wanachama na wajumbe wa bodi ningependa kutoa taarifa ya mapato na matumizi ya klabu ya Simba kwa mwaka 2024 2025. Klabu ya Simba katika bajeti ya mwaka 2024 2025 ilipanga kukusanya mapato ya shilingi bilioni ishirini na sita milioni thelathini na tisa laki mbili na elfu arobaini na mbili mia nane sabini na nane pointi themanini na sita. lakini klabu ya Simba ilipanga kutumia shilingi bilioni ishirini na tano milioni mia mbili thelathini na tano laki moja na elfu themanini na saba na mia tano ambapo mapato hayo yalikuwa yanatokana na uh, sponsorship ambazo ni fedha za udhamini, tulipanga kukusanya bilioni tano milioni mia nane themanini na nane laki saba sabini na nane mia mbili ishirini na nane. Lakini kwenye TV rights tulipanga kukusanya shilingi bilioni tatu milioni mia nne themanini na tatu. Prize money ambazo ni zawadi za uh, ubingwa wa makombe mbalimbali mbali tulipanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni sita milioni mia tano thelathini na tano lakini get collection tulipanga kukusanya bilioni moja milioni mia sita na tatu laki moja na elfu sitini na nne mia sita arobaini na tisa, uh, mapato mengine tulipanga kukusanya shilingi bilioni nne milioni mia moja arobaini na sita na laki nane. Lakini eh, support kutoka kwa mo au mchango wa mo tuliweza kupata shilingi bilioni 4 milioni 382 na laki awali, bilioni ishirini sita milioni thelathini na tisa laki 5 kama nilivyosema awali kwamba tulipanga kukusanya bilioni 26 milioni 39 laki 242876, lakini kwenye mapato halisi ambayo tumeweza kukusanya tumeweza kukusanya uh, bilioni ishirini na nne milioni 589 laki 751 tatu. Kwa hiyo katika malengo tuliokuwa tupeleka tukawa na mapungufu, tukashindwa kukusanya bilioni moja milioni 492 laki 241,125. Kwa nini tumeshindwa kukusanya pesa hizi? Wote tunatambua mdhamini wetu mkuu aliopita ambaye alikuwa ni Mbet alijiweza kushindwa kutimiza majukumu yake ya kimkataba na akaomba kuvunja mkataba. Kwa wakati anaomba kuvunja mkataba, tulikuwa tunamdai kiasi cha pesa ambayo jumla kabisa ni bilioni moja na milioni mia saba Kwa hiyo hii, uh, hii tulipeleka kesi mahakamani na kesi bado iko mahakamani na mchakato unaendelea wa namna gani ya kurikava pesa zetu. Kwa hiyo uh, hiyo ilikuwa ni taarifa ya namna kupata. Kwa hiyo naomba sasa niwasomee matumizi eh, ya mwaka 2024 25. Katika pesa za usajili na uhamisho wa wachezaji uh, tumeweza kutumia shilingi bilioni 6 milioni 376 laki 8 33 na 57 Mishahara na posho mbalimbali za wachezaji tumeweza kulipa kiasi cha shilingi bilioni saba milioni mia tatu ishirini na nane laki tisa na elfu ishirini na tisa mia sita tisini na mbili. Gharama za usafiri wa ndani na nje ya nchi tumeweza kutumia kiasi cha shilingi bilioni mbili milioni mia saba sabini na saba laki nane na elfu themanini mia tano arobaini na tano. fedha kwa ajili ya kuvunja kufu mikataba ya wachezaji mbalimbali ambao tulikuwa hatuna nia ya kuendelea nao kulingana na viwango vyao tuliweza kulipa kiasi cha shilingi milioni 78 laki nane themanini na tatu mia saba na hamsini. Kodi ya pango kwa ajili ya nyumba ya wachezaji na kambi ya wachezaji tumeweza kulipa kiasi cha shilingi milioni 742 laki 1 Leseni na vibali mbalimbali vya wachezaji wa kigeni tumeweza kulipa kiasi cha shilingi milioni 336 laki 527,760. Kambi ya wachezaji wa Simba Senior Team pamoja na timu ya Queens pamoja na timu ya vijana tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 275 laki 748,170. Gharama za mechi e, tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 115 laki 918,426. Gharama za kambi ya timu ya vijana tumeweza kutumia shilingi milioni 292 laki 993,277. Gharama za sheria, kodi na TRA tumeweza kulipa kiasi bilioni mbili milioni mia tano na tisa laki nane mia tisa na mbili. Office expenses ambazo ni gharama za ofisi tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni hamsini na nne laki nne na arubaini mia sita tisini na sita. Matengenezo ya magari tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni thelathini na nne laki tisa Gharama za mafuta tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni sitini na mbili laki nne na elfu themanini mia saba na saba. Gharama za vikao mbalimbali tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni mia moja thelathini laki nne na elfu ishirini na tisa mia saba kumi na sita. Matumizi mengineyo tumeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni mia tatu na tano, laki tano, themanini na tisa, mia mbili na hamsini. Kwa hiyo, ndugu wanachama, ukijumlisha matumizi yote hayo tumeweza kutumia kiasi cha shilingi bilioni ishirini na nne milioni mia tano themanini na tisa, laki saba hamsini na moja, mia saba hamsini na tatu. Hayo ndiyo yalikuwa mapato na matumizi ya Simba Sports Club kwa msimu wa mwaka 2024 na 25. Naomba kuwasilisha, mwenyekiti, na kama yatakuwa yamepita ili niweze kwenda kwenye bajeti ya msimu mpya 2025 26.